Ni mtu mzuri. Sasa utakuwa kwa sababu ya Islamu kukumbusha Waislamu kwamba kuna kufa, na ukiwa ni mwenye mwenye kutenda mema, ni amali zako ni mzuri, uozi na ushahidi wa Allah hu hapa bwana